moyo Mo wa Pasaka 2025 tukutane ukumbi wa Migongo Mission naitwa mchungaji Esther mistori Evans Msalasie napatikana kanisa la mcctag Mkuti ninamshukuru Mungu kupata nafasi hii ya kuhamasisha tamasha kubwa sana la moyo wa Pasaka litakalofanyika siku ya Pasaka tarehe ishirini kwenye ukumbi wa Migongo Radio Fadhila. Katika tamasha hilo kuna mambo kadha wa kadha yamelengwa kufanyika. Waandaaji wa tamasha hili wamelenga kugusa jamii, na ndio maana linaitwa moyo wa Pasaka. Na katika jamii hiyo tutakwenda kugusa watoto wenye mahitaji maalumu. Kwa hiyo patakuwa na kiingilio kiasi fulani kidogo ambacho unaweza ukamtumikia Mungu kama kiingilio lakini ndio sadaka yako ya kwenda kugusa watoto hao wenye mahitaji maalum. Patakuwa na waimbaji tofauti tofauti katika mji kutoka katika mji huu wa Masasi, na mimi mwenyewe mchungaji Esther nitakuwepo, maana nina uwezo wa kumwimbia Mungu na kumsifu Mungu, ili tuendelee kumuinua katika hayo ambayo yamekusudiwa kufanyika. Kama matangazo mengine yalivyopita, tutakuwa na wageni mbalimbali, kwaya, waimbaji binafsi, praise and worship teams mbalimbali zitajumuika katika eneo lile. Nikuhamasishe mwanamasasi mwenzangu ni, mwana ni fursa ya kuichangamkia, sio fursa ya kuikosa, kwa sababu Mungu anapenda watu wanaoweza kugusa jamii kwa kile ambacho amewabariki. Kwa hiyo kile Mungu alichokubariki kusherekea Pasaka pamoja na familia yako, jaribu na wewe kuona kwamba una uwezo ukaigusa jamii. Kwa hiyo fedha yako na kwenda kugusa watoto wenye mahitaji maalumu, ili Mungu aweze kukubariki kiroho. Hii imekaa vizuri, kwa sababu Mungu ndiye anayeachilia baraka kwetu, anatupa uwezo wa kutafuta pesa na kuzipata. Kwa hiyo katika sadaka yako hiyo ambayo itakuwa ni kiingilio, basi tutakwenda kugusa mahitaji ya wale watoto maalum. Mwambie na rafiki yako, alika watu wengi iwezekanavyo. Tunakaribisha watu wa dini zote, hatujabagua dini wala rangi wala kabila. Wote ni watu wa Mungu na wote tumealikwa kuwepo mahali pale. Ninawakaribisha. Mungu awabariki sana. Amen.